Karibu. Mitihani ya kitaifa ya shule za msingi na sekondari msingi imeanza rasmi kote nchini, ambapo watahiniwa milioni 2.4 watafanya mitihani hiyo mwaka huu. Waziri wa elimu Julius Migos Ogamba aliongoza uzinduzi rasmi katika kaunti ya Kericho. Arinita Ensworth na taarifa kamili. Yeah, yeah. Waziri wa elimu Julius Migos Ogamba aliongoza uzinduzi wa mitihani ya tathmini ya elimu ya shule za msingi KJSEA, tathmini ya elimu ya msingi ya Kenya KPSEA, tathmini ya elimu ya ngazi ya kati ya Kenya KILEA na tathmini ya elimu ya ngazi ya awali ya ufundi KEPLEA katika ofisi ya DCC, Litein, Kaunti ya Kericho. This year, the innovation akifungua konteina ya mitihani hiyo hapa jijini Nairobi. Katibu katika wizara ya elimu Julius Bitok amesema watahiniwa milioni mbili nukta nne wanafanya mitihani ya KEPSEA na KEJSEA nchini. All stakeholders across the the country. Our sub-county county directors directors, of education, county directors, they have been given very firm instructions to ensure that that we do the right thing so that exams are done properly. Wanafunzi zaidi ya elfu thelathini wanafanya mitihani hiyo katika eneo la kaskazini mashariki. Kenya National Examination Council have allocated two choppers two two two for for for every county. That is two for Garissa, and two choppers for

Kwingineko katika kaunti ya Lamu wanafunzi zaidi ya elfu saba wanafanya mtihani wa KCPE na KJSEA katika vituo zaidi ya tisa, ila mwanafunzi mmoja atafanya mtihani huo akiwa hospitalini baada ya kuvunjika mguu na mwingine katika kituo cha polisi cha Lamu baada ya kukamatwa akipigana na wenzake. Saa hii mwanafunzi mmoja tu tumeambiwa kwa hospitali na ni walamu mashariki na ako hospitali ya King Fahad na hiyo mikakati yote tumeongea na wanahusika wa NEC na tumeelezewa vile akafanya mtihani. Kwa kweli mimi ningewashauri walimu, waalimu wangu waweze kuwa makini eh, hasa wanapofanya ile mitihani ili kusije kukatokea dosari yoyote. Hatuombi mitihani hii inapongoa nanga. Serikali imeelezea matumaini ya habari njema eneo la Narok kaskazini, ambapo hakujaripotiwa kesi za mimba kwa watahiniwa ambazo huwa nyingi kila mwaka. Uh, kwa wale ambao wanafanya mitihani wakiwa na ulevu au ulemavu kadha wa kadha, uh, shirika letu la mitihani limeweza kuwa, limeweza kuangalia wale ambao wako na ulemavu wa macho hiyo wanafanya ile mitihani ambayo imeweza kuandikwa katika ile lugha ya braille. Wale ambao uko na ulemavu ya mili pia wameweza kuangaliwa kiupande wa masaa, na katika shule zao pia wameweza kuhakikishia, wameweza ku, wa walimu wameweza kuhakikisha kwamba wanapata uh, vifaa ambavyo vinapaswa kuwezesha kufanya mitihani na katika kaunti ya Turkana kamishna wa kaunti ndogo ya Turkana ya kati, Thomas Siele amewataka wasimamizi wa mitihani kuwa makini watahiniwa wanapoanza mitihani yao ya kitaifa. Ile kitu tu tunawauliza ni waweke masharti yote ya NEC ambayo walifundishwa, wafuatilie hiyo masharti yote ambayo eh, waliambiwa wafanye, ndio watoto wetu wafanye mtihani. Tuko na sehemu chache ambazo zimekuwa na utovu wa usalama upande ule wa Aro na upande ule wa Kainuk. Na huu utovu wa usalama, tumehakisha kwamba tumeleta wanafunzi pamoja wafanyie mtihani kwa mahali pamoja, ambapo watapewa ulinzi wa kutosha. Serikali sasa inahimiza nidhamu na usalama mitihani inapoendelea kote nchini. Arinota Ainsworth, runinga ya Citizen na huku mtihani wa KJC